Kila TVET institution lazima ina itafanyisha mtihani, imepewa nafasi na wamefundishwa kufanyisha mtihani huu. Wa wale ambao wana ujuzi na hawana vyeti, na mtihani huu pia unaweza fanyika katika hata indastri. Kama kuna mjengo mahali, hawa wataalamu wetu wataenda watakuja kwa hiyo mjengo, watakufanyisha mtihani. Wewe ukifanya kazi, wanakufanyisha mtihani, na ukimaliza utapewa cheti. Na hiyo cheti yenye unapewa sio cheti, cheti mwitu ama bure ama bandia, ni ile cheti ambacho yule pia amesoma anapitia kwa shule anapata, na hata hakuna tofauti. Kama sasa Bungoma National Polytechnic imepewa sheria ya kupeana vyeti kwa wale ambao watafanya huu mtihani. Ile cheti watapatia wale ambao wamepitia formal school ni the same, ukiangalia hata utapata mahali imeandikwa RPL, kwa sababu masomo ya siku hizi sasa inalenga ujuzi ailengi theory tu, inalenga ujuzi. Kama wewe uko na ujuzi mahali, unaweza ingia mahali popote kwa vyuo vya TVET na utaelekezwa jinsi ya kufanya hiyo. Kwa hivyo hii Bungoma National Polytechnic, na ningependa kuwashukuru, kumshukuru mwalimu mkuu pamoja na timu yako kanzo na walimu wote ambao mmeshirikiana kufanya hii siku ya leo, na mradi huu ni baadhi ya miradi ambayo zinaendelea katika inji hii yetu. Wiki hii peke yake tumezindua mradi tatu, hii ndio ya tatu. Tulikuwa kisi Tuesday tulizindua kisi National Polytechnic assessment and certification ilianza Wednesday Kaimosi National Polytechnic ilikuwa ina launch mradi kama huu, na leo Friday 27th June Bungoma National Polytechnic imezindua mradi huu, na tunasema leo Bungoma ni chuo kwa ma National Polytechnic, chuo cha tisa kuzu, kuzindua mradi huu, so leo tunasema Bungoma the 9 in the assessment and certification of RPL and it takes visionary leadership to make such a bold step, kuamua na kuanza hii safari ya kuwatambua na kuwatahini wale walio na ujuzi na hawana vyeti. Kwa hivyo siku ya leo hapa tunasema meli ya RPL imeng'oa nanga, safari ya kuwatambua wale wote walio na ujuzi na hawana vyeti. Na unajua katika nchi hii yetu ya Kenya, wenye ujuzi na hawana vyeti ndio wengi, na wale wenye wanafanya kazi ni wale wenye wana ujuzi na hawana makaratasi. wana, wale wana makaratasi hawezi kazi kama wale hawana ndio kwa sababu naye serikali yetu ikaanzisha huu mradi wa kuwatambua wale Wakenya ambao wana ujuzi, wanafanya kazi, wako kwa jua kali, wamejiajiri, wameanzisha biashara zao, lakini waki, ukiwa wakati wa kuandikwa kazi wana wanapata shida kwa sababu hawana makaratasi ikiwa ni wakati wa kutafuta miradi ya serikali contracts, unapata hawana hiyo nafasi, ndiposa sasa tumeanzisha hii hapa Bungoma National Polytechnic, na hii Bungoma National Polytechnic haitafanya kazi peke yake, itafanya na vyuo vingine za TVET institutions ambazo ziko katika eneo hili, itafanya kazi na Jiwakali association zote kama primary association za Jiwakali ya Bungoma, Busia, hata Kakamega na Vihiga, wote wanaweza kuja hapa na wakafanya kazi na hii hichuoki hiki cha anuai cha Bungoma. Jinsi profesa ametuambia, want to appreciate the Bungoma National Polytechnic because again a few minutes from now

that our people have wale walikuwa jua kali lakini ni fundi na tulikuwa hakuna mtu anawarecognize that's when we started now that dream of ensuring that in the future people who are craftsmen people who are skilled who have learned from others should be recognized with certification

you are often told kwamba education education is the key ukienda shule ukipata elimu maisha yako itabadilika but let me tell you today education is the key but tvet is the master key tvet is the master key Why? With the knowledge, you can can know something, you can understand, you can appreciate. But with the Tibet, unaweza kutengeneza, you can build, you can design, you can make. And that's how we improve our quality of life. That's why mutu Tibet. we say, oh, mutu wa Tibet usijidunishe usema at oh, mimi mutu wa mkono oh, sijui mutu namna gani Can you imagine you imagine are the master key? Ebu niambie kesho ukiamka utahitaji kula kunywa chai na chakula kitatoka wapi? The hands the knowledge and the skills that helps us to produce the goods and services. Nyumba tutapata wapi? Skills, everything everywhere. You have seen the war between Israel and Iran. The the superpowers of the world, they are superpowers because they depend on, what do they depend on? On technology. Inafanya tu kwa mali hapa, siri sawa. Kwa hiyo ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru viongozi wetu wakiwemo academic principal Dr. Murunga, our guests, Professor Gerard, walimu wetu nawazazi na wanafunzi, ningependa nishukuru sana invited kwa hii function, na nimekuja kama one of ataka eh, izna kwamba mafunzo ambayo gare amepeana hiyo ni mafunzo kama. Zizi wazazi, twende mashinani, tutawatoa watoto wetu na tulete watoto wetu waweze kujifunza kitu ya kuweza kuishi kujidumu maisha yao ambayo inafanya tuko mahali yako. Leo hii nataka nichukue nafasi kushukuru walimu wa Bungoma National Polytechnic. Mungu aguga nguvu kwa ushirikiano wenu. Nimejua kwamba mtaenda mbali nazi, kama wasazi, kama viongozi. Vile mheshimiwa amesema, mimi wakati kama nilikuwa mheshimiwa, nilianza mambo ya kujifunza ufundi na ndio mnaona msaada nan na wewe ni nani ya Kenya yatina. Sasa ya Mwelemo kufanya kitu, ndio sababu mko mahali hapa mjifunze kufanya kitu na mkuwe na pesa mfukoni sokoni. Si ndio kweli? Sasa walimu hao wanajaribu sana. Tuombe ya kwamba yeyote ambaye anafanya kitu yote kama practical aweke bidii kwa sababu mimi nikija kwa hii college, anipewe nafasi kama contractor. Wewe ndio kuchukua kama mtu gani mbembe wa mkono sababu so, nikitaka kitu kiwe nzuri lazima nilete mtu ambaye ako profession, si ni ukweli? So wewe na mimi tusaidiane, hatuna haja tulete watoto watu kutoka nje wakuja walete mjengo hapa. Na wewe huko hapa unajifunza kitu fulani itakusaidiane kama wewe utakuza kwa hiyo kitu. So ni vyema wewe na mimi nikupe hiyo kazi ili uweze kujituma katika kimaisha, si ni sawa? So tusaidiane sana, tupeane nguvu yetu kwa hii college na tuweze kusukuma kurutumu, kama mgeni wetu wa heshima amekufunza mambo mazuri sana. Leo hii wewe na mimi tupate kitu kutoka kwake. Kama unaweza fanya kitu kama weldi, kama unaweza fanya kitu kama repa, tunataka watu kama ama painter, hiyo ni kazi. so mimi kama kiongozi ambaye najafunia g nikiingia hapa lazima tusaidiane. Vile mheshimiwa Said amesema, tunapoingia hapa mimi nataka nijua kwamba hata pia mimi mmoja sita baki nyuma, mm -hmm. Mimi ndo chukua shilingi yangu elfu kumi kwa sapoti wale ambao timu, elfu tano huku elfu tano huku sababu. So, ni heshima ambayo kufanya nini? Kufanya motivation watu wetu wafanya kazi, si ni ukweli? nmat oh, anapata pesa watafunga nini? Ndio wee unayo wetibu kupata mziara, si ni ukweli? si yes. Wazazi mwenyeuka hapa, mjivunie hawa walimu na hii uongozi wa hii shule. Mii najua kwamba hii inavaa hiyo siasa kati mafunzo yetu ya kusaidia sisi kama Bungoma National Polytechnic, waje wa tuleta watoto wengi wapate kuwa na ajira. Ili tukiingia mahali hapa, nikipewa tenda kidogo, lazima niangalie mtu wa kwanza. Kama sijapata mtu wa nje, lazima huko atoke kwa hii college, si ni kweli? So nyinyi na mimi, waje tusukume kurutumu, ambona maana gani? Kwa hivyo bila kupoteza wakati, eh, viongozi wanazungumza na tumepewa tu kidogo na Dkt Mr. Mrumba, ili kama wa political wing aamoa lakini, once you are trained you have the certificate. Hiyo mambo ya kusema atisisi ni wajua kali ni kujificha tu, lakini wale watu wako na pesa mzuri, mishahara mzuri, ni watu wa technical skills. If you go to China, utapata kila mtu anafanya kitu yake. Kama ni mtoto mdogo, anaanza tu kufungua radio, anaanza tu kufungua simu

hii program ililetwa wakati wa mheshimiwa Zedi. Mimi nataka kushukuru principal na wageni wote. Nimeona hiyo barua late lakini nikasema lazima nifike. Na hiyo barua imesema at around 3 tutakuwa na tournament. And as you are aware, you cannot keep on training people from morning to evening, morning to evening kati si usiku kati si asubuhi, we need that free time, si ni kweli kweli? Na wakasema tournament is going to be electrical department against agriculture, na mimi my area is electrical engineering, but yes of honor, mine is a bit different. After finishing the electrical part I I bought one of the South African they are running a company in Nairobi called East Africa Elevators Company. So I'm a contractor, but my words are a special installation. Nairobi kwa shopping mall Kakamega, Kisumu escalators and lifts. the escalators. left ae Those are escalators, and that's my area. Once you do electrical engineering, the race will just come. Because it's electrical mechanical. Kwa hivyo, siku ya leo sisi tutakuwa ambassadors, and we are going to make sure that the area that you are attacking, we are going to make sure that we bring those skills on board. Na hiyo mdojia peke yake, ndio naona wa vijana watakua na hizo certificates. Whether you like it or not, if you are going to do tendering,

TVET hawako, sindio? Hakuna watu wanajifunza tailoring, wanasema hiyo ni kazi ya walemavu. Vile mipya nilikuwa ninafikiria sababu weni growing up ni walemavu walikuwa wanashonea nje ya maduka sindio, hatu kuona ni kitu ambacho kinaweza kukubadilishia maisha, lakini saahii nataka ku-encourage wale wanafanya tailoring and dress making. Now it's called fashion and design. You are in the right place at the right time make use of these teachers very well. Chukua hizo skills, na ukitoka nje sio lazima uweke charani hapo inje ya duka. You can look for me, I'll show you the way. I've been a supplier since 2008 for student for uniforms, protective gears, na nimepata financial muscle through tailoring and dressmaking mpaka nikaingia politics sasa, si hiyo iko na pesa mm. Tailoring iko na pesa sana, nimesomesha watoto mimi, familia yetu nilisomeshwa tu hiyo tailoring. Mi mwenyewe nimejirudisha shule, hata nina kombiti na watoto wangu, wanasema mami, this time which course are you taking? Kwa sababu pesa hii iko na inatoka kwa TVET skills sana nataka kuwatia moyo, mshikilie hizo skills, tulete watoto wetu tuwaonyeshe manufaa ya hizi skills, wasione ya kwamba ati wanakuja kuchafuka. Wengi wao wakiwaambiwa wafanye weinduwe, plumbing. Plumbing najua sasa hii ndizo kazi zinapatikana huko nchi za ng'ambo, electrical engineering, na wajue ya kwamba kuna pesa hapo. This white, white collar jobs hasipatikani na siku hizi hata hazina pesa. Ukiwa na skilli yako, utajiandika vile mi nilijiandika, na uajiri wengine and will be reducing unemployment in the community, na papa watu watakuwa na nafasi ya kupata pesa, kuweka chakula kwa meza na kukuwa na basic needs zao zikiwa zimeshughulikiwa zime sami. Nataka kuwashukuru wale mko shule saa hizi mkuwe watu wa kutembeza hii gospel mlete wanafunzi wengi sahii, nani, government ina pesa inatoa kusaidia watoto wetu, mzazi analipa tu kitu kidogo, watoto wetu wapate skill na tutabadilisha hizi jamii like um, mheshimiwa alisema mi have been in china five times, na huwa naenda kuna kuanga na every Oktoba kuna mkutano wa kukutana na all the manufacturers nawambia na, na China they make anything. We ukienda huko hata utachanganyikiwa, ulikuja kununua nini kama hujajipanga vizuri, utanua vitu hukupanga. Sababu hata mama mzee ako na technology skill, hamwelewani, hawezi ongea Kiingereza, hawezi ongea Kiswahili, lakini ukiongea yeye ana rekodi It changes into Kiswahili then she will understand. Into English she understand, na mfanye biashara na muachane. See that's a so skill. Hao wanatengeneza kila kitu i e kienda okay. huko utaangalia ni nini inaweza pata soko kwenu na ununue na ulete. You meet every manufacturer of everything that we use in this world so watoto wetu pia wapate hizo hizo skills na tukue kama Chaina. Everyone in China is busy. Huwezi pata watu wanarandaranda kwa barabara kama huku kwetu. Hata matawi kianguka tu hivi, wale wameandikwa cleaning anaichukua, hana kazi, maana watu hawachafui, people are busy in the factories na hizo factories zinatumika vizuri kwa sababu watu wako na skills, so let's embrace this, uh, this uh, RPL vile guest amesema tuanguke na Alafu tuimarishe mai maisha. Tumepewa sahii industrial park iko hapa, vitu zote zile tutakuwa tunatengeneza, soko iko hapa. We are having an economic block in Busia. EPZ yetu sasa itakuwa hapa Sang'alo, si ndio? Mimi nilijifunzia nili skills zangu after tailoring and dressmaking, kuajiriwa ma, mahali pa kwanza niliajiriwa EPZ ahiriwa kama quality controller maana ninaweza kupima nichore nikate na nishone, na ipi zetu wengine anapewa eni, ni ya chini, hajingo inaishianga wapi, hajui ilikatwa wapi, so I had the best skill na nikapewa kazi nzuri nami, na sasa nikaimarika, nikajifunza vile muhindi ameniandika, simi pia naweza fungua yangu na niandike watu, nikajifuta wanasemanga yu You, you, you suck the employer and employ your, yourself. Sasa tushikane mkono tusaidie watoto wetu waone maana ya hii skills na wasomee hizi vitu, na maisha yetu haitakuwa the same again. Thank you so much. Hizo games, mimi pia ni mwana kandanda legibo, sasa sijasikia kwa hiyo barua kukuwa legibo. Sijui principal tufikiria aje, si kama wanadada lakini nitasupport kwa sababu mimi ni mama, si ndio? Wale wa electrical engineering ni have sons who have done electrical engineering, I'll be supporting my sons. Wale wa agriculture kama mheshimiwa Matres, unajua hiyo mwili ni agriculture inajenga hiyo mwili, so I'll support both of them by giving them 10,000.